Karibu mpendwa msikilizaji, mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku leo, Jumatano juma la nne, kipindi cha mwaka C wa Kanisa. Masomo yetu ya leo, somo la kwanza linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya pili aya ya kwanza hadi ya kumi na moja na injili inatoka katika Mwinjili Luka sura ya 11 aya ya 42 hadi 46. Karibu tusikilize injili. Somo la injili takatifu ilivyoandikwa na Luka sura ya 11 aya ya 42 hadi 46. Yesu aliwaambia Mafarisayo, ole wenu Mafarisayo, kwa kuwa mwatoa zaka za mnaana na mchicha na kila mboga na huku mwaacha mambo ya adili ya upendo wa Mungu. Iliwapasa kuyafanya hayo ya kwanza bila kuyaacha hayo ya pili. Ole wenu Mafarisayo, kwa kuwa mwapenda kuketi mbele katika masinagogi na kusalimiwa masokoni. Ole wenu, kwa kuwa mmefanana na makaburi yasiyoonekana ambayo watu wapitao juu yake hawana habari nayo. Mtu mmoja katika wanasheria akajibu akamwambia, Mwalimu, kwa kusema hayo umetushutumu sisi nasi akasema, nanyi wanasheria, ole wenu kwa sababu mwawatwika watu mizigo isiyochukulika, wala ninyi wenyewe hamwigusi mizigo hiyo hata kwa kimoja cha vidole vyenu. Neno la Bwana. Ndugu mpendwa, karibu tunapopata nafasi nyingine siku ya leo kutafakari maneno ya Mungu, maneno ambayo yanatupa uzima, maneno ambayo yanatufundisha jinsi ya kuenenda kwa adili mbele ya Mwenyezi Mungu. Leo kanisa linapofanya kumbukumbu kumbu ya mtakatifu Teresia wa Avila, ambaye pia ni mwalimu wa kanisa, masomo yetu ya leo yanatusukuma tutafakari juu ya mambo ambayo tunapaswa kufanya pasipo udhulu wowote ule. Kristo Yesu anaanza kwa kusema ole kwa Mafarisayo ambao wanaonekana kutimiza Torati kwa nje ilihali kwa mambo ya ndani hawaitimizi. Hawafanyi kosa kutoa zaka kwa kuwa wameamriwa hivyo kadiri ya mafundisho ya Torati. Yesu anawalaumu kwa kuwa wanafanya hayo kuonekana na watu na si kwamba wanafanya hayo kutoka mioyoni mwao. Kristo anataka kutufundisha kuwa yote tufanyayo kwa nje yaambatane na msukumo wa ndani daima. Tunapofanya jambo lolote kwa Mungu, basi liambatane na maisha ya adili na si kinyume chake. Ndugu zangu, matendo yetu kwa Mungu lazima yaambatane na mambo makuu mawili ndipo tutasema matendo yetu ni matendo ya adili mbele ya Mwenyezi Mungu. Jambo la kwanza, lazima yawe matendo ya upendo na jambo la pili ni imani. Bila ya sifa hizi mbili, ni kweli tutatenda mengi, lakini yasitufae sisi kwa wokovu, kwani tutatenda kujitukuza na kutaka sifa kwa wenzetu, kama ambavyo Mafarisayo wanafanya. Upendo wetu kwa Mungu ndio utatusukuma kuwatendea wenzetu kwa huruma, haki, usawa, tena bila ya kuwahukumu, kwani tutajiona kuwa sisi ni wadhaifu na wahitaji mbele ya Mungu ambao tunahitaji huruma ya Mungu. Na jambo la pili, imani kwa Mungu ndiyo msingi kwetu katika kutembea kwa unyenyekevu pamoja na Kristo, tukitumaini kwamba yote aliyotufunulia yatatendeka kwetu. Kwa hivyo upendo na imani ndiyo mwongozo wa matendo yetu. Tutende kwa upendo na tutende kwa imani, tukiamini ya kwamba Kristo atatutendea kadiri ya mapenzi yake. Yale ambayo yeye ameyafunua kwetu basi yatatendeka. Wapendwa, ni wajibu wetu kumtumikia Mungu na kumtolea matoleo yetu kama njia ya kumshukuru kwa mengi anayotujalia. Hivyo daima tuchunge mienendo yetu tunapofanya majitoleo hayo. Tukumbuke kuwa yote tunayotenda tunatenda ili Mungu aweze kutujalia neema na mwisho atujalie wokovu, yaani uzima wa milele. Basi linalobakia kwetu tunao wajibu wa kujiepusha na tabia za kifarisayo na wanasheria. Kwani tukitenda kama mafarisayo na wanasheria tutatenda ili tuonekane, tutatenda ili kusifiwa, na hatutatenda ili kumtukuza Mungu katika maisha yetu. Mambo hayo ambayo Kristo anakemea kwa mafarisayo na wanasheria, basi sio mambo mageni, ni mambo hayo hayo ambayo hata sisi leo tunakumbana nayo kwenye jamii, katika safari ya maisha yetu ya kila siku. Mambo hayo yanatendeka Leo hii wale ambao wangekuwa mstari wa mbele kupigania haki na ustawi wa kila mwanadamu, basi kwa namna moja ama nyingine, hawafanyi hivyo, bali wanataka tuwasifie. Hawafanyi, hawatutendei haki na hawaitendei haki jamii, lakini wanataka sifa. Haya ni matendo ya kifarisayo. Mafarisayo wakiwa ndio viongozi wa dini, basi yale ambayo wanafundisha wengine katika masinagogi na hekaluni wao wenyewe hawatendi. Wakati mwingine wanatenda kusudi kutazamwa na watu, kumbe Kristo anataka yatoke moyoni kabisa, na msukumo wake uwe upendo na imani kwa Mungu na jirani zetu. Wanasheria hawa basi, wao ni waamuzi wa jamii, kama ilivyo leo. Na sisi tunao wanasheria wengine, tunawajua na wengine ni ndugu zetu kazi ya mwanasheria ni kutoa haki, akitetea aliyeonewa. Lakini basi wanasheria walio wengi hawamtetei mnyonge, bali wanamtetea mkosaji mwenye kitu. Ndiyo maana Kristo kwa kuona hili anawaambia wanawatwika wengine mizigo ambayo wao wenyewe hawawezi kuibeba wala kuigusa kwa vidole vyao. Basi na sisi katika jamii na katika kanisa tunazo hizi nafasi tunazo nafasi za kuongoza kama Mafarisayo au nafasi za kutetea haki na kutoa uamuzi kama wanasheria. Tunaweza tukajiuliza, je, yale tunayowafundisha wengine sisi tunatenda? Na yale ambayo wengine wanapaswa kupewa kama haki zao, je, tumeamua kwa haki? Tumeamua kwa usawa au tumewaonea, tumenyang'anya haki zao za msingi? Basi somo hili litukumbushe nyajibu zetu hizo, kwamba yale tunayowafundisha wengine sisi tuyaweke pia katika matendo yetu, na pale tunapopaswa kutoa uamuzi, basi tutoe uamuzi wenye haki na usawa. Mpendwa wa Mungu, haya yote ni kwa sababu tunafanya kutafuta mafanikio na kusifiwa, na sifa ni ulevi. Basi mafanikio na sifa ambazo tunataka kuzipata tunapotenda matendo basi anaondoa ule moyo wa upendo kwa Mungu na jirani zetu, na zaidi sana tunakuta imani ikitetereka, kwa kuwa tunafanya matendo kupata sifa na kutafuta mafanikio binafsi. Hivyo leo tunapotafakari neno la Mungu, litujalie neema na nguvu ya Roho Mtakatifu ili tuweze kushinda udhaifu wetu na upendo na imani yetu kwa Mungu viwe chanzo cha matendo yetu mema. Pia tunamwomba Mungu atuondolee unafiki katika yale tunenayo, tuyatende kwanza wenyewe, tusiwe watu wa kunena tu pasipo matendo. Hivyo Mwenyezi Mungu atuondolee unafiki, yale tunayofundisha na yale tunayonena kama mwongozo wa maisha, sisi wenyewe tuyaweke katika matendo yetu ya kila siku. Katika kumbukumbu kumbu hii ya mtakatifu Theresia wa Yesu, tunaomba neema ya Mungu kama ambavyo mtakatifu huyu alisisitiza kuwa na akili tambuzi. Basi kwa maombezi yake mtakatifu huyu tujaliwe na sisi akili tambuzi. Tukiwa na akili tambuzi, itatusaidia kutenda mema kutoka mioyoni na siyo kutenda kuonekana na watu. Ni kwa njia ya akili tambuzi tunakuwa tayari kukosolewa na kukiri makosa yetu kuwa tumetenda kinyume na inavyotakiwa. Pasipo akili tambuzi tunakosa unyenyekevu wa kukubali makosa yetu. Mtakatifu Theresia wa Yesu anatukumbusha kwamba mtu mwenye busara nzuri huweza kuyakiri makosa yake, huwa ni mnyofu na yu tayari kuongozwa. Na mtu asiye na akili, hata akionyeshwa makosa yake hayaoni, kwa hiyo kamwe hataelewa kuyafanya yale aliyotarajiwa kuyatekeleza. Kwa hiyo mtu anayekosa akili tambuzi basi, tunakuwa kama vipofu, hatuwezi kuyaona makosa yetu, hatuwezi kufanya vile inavyotakiwa kufanya, bali tutafanya kwa jinsi ambayo tuonavyo sisi ni sawa. Hivyo mtakatifu Theresia wa Avila, basi anatukumbusha ya kwamba akili tambuzi ndio inatusaidia kukiri na kuyapokea makosa yetu na zaidi sana kufanya vile inavyotakiwa kufanya na sio kufanya vile ambavyo sisi tunaona ni sawa kufanya. Kwa nukuu hiyo, mara nyingi sisi pia kama Wakristo ambao tunapaswa kuwasaidia wenzetu kwa mienendo ya maisha yetu, kwa kukosa akili tambuzi, tumekuwa vikwazo. Wengine wamehama madhehebu, wengine wameacha kusali na wengine wamepoteza imani kwa Mungu kwani walitarajia kuona sisi ambao tumetangulia kuwa na Kristo kuishi uadilifu. Kwa mfano mbaya wa maisha yetu tumeshinda kuwavuta wengi kwa Mungu na kukuza imani yao, bali tumekuwa chanzo cha kuondosha imani yao. Leo Mtakatifu Theresia wa Avila atuombee sisi sote, yaani wakrelo, watawa na walei wote ili tuwe na akili tambuzi ambayo itayaongoza maisha yetu ya kumfuata Kristo. Ndugu zangu, kwa mfano wa maisha ya Mtakatifu Theresia wa Yesu, tunaona historia yake inatuonyesha kwamba amepitia njia ngumu, njia ya mateso, ni njia ya msalaba. Kwa maisha yake hayo na sisi tujifunze kwake kwanza kupokea magumu yanayotujilia kama njia ya kukomaza imani yetu na tuone ni mapenzi ya Mungu kwetu. Tunaambiwa kwamba alipokuwa na umri wa miaka kumi na miwili alifiwa na mamaye, na pia alipomwambia baba yake anataka kuwa sista, basi baba yake alimpa jibu la kukatisha tamaa. Na hata alipougua sana hakumwacha Mungu, na alipotaka kuanzisha shirika ambalo masista wote watafuata zile sheria ngumu, sheria ambazo zilikuwa zimeweza kurekebishwa zikawa sheria nyepesi basi alipingwa, lakini hakukata tamaa. Na sisi yawezekana katika maisha yetu tunapopitia nyakati ngumu kama hizo, tunapoondokewa na wapendwa wetu, jirani zetu, wazazi wetu, walezi wetu, au rafiki zetu, tunapowashirikisha yale yaliyo matamanio ya mioyo yetu, wakatukatisha tamaa, basi tunaona sisi sio wa thamani, tunaona maisha hayana maana tena, tunasahau ya kwamba yupo Mungu ambaye atafanya lile ambalo sisi tunadhani haliwezi kufanyika likafanyika kwa ukamilifu wake. Basi mtakatifu huyu Mtakatifu Teresia wa Avila kwa maombezi yake atusaidie na sisi, tunapopitia magumu tuyapokee kwa imani na tusonge mbele bila oga wowote, tusonge mbele kwa imani tukitambua kwamba Kristo yuko pamoja nasi. Wapendwa ndugu zangu, katika kumbukumbu kumbu hii tunaomba maombezi ya Mtakatifu Theresia wa Yesu atujalie akili tambuzi ambayo itaziangaza akili zetu na dhamiri zetu. Kwa njia ya akili tambuzi, basi tutaweza kuwa tayari kupokea udhaifu wetu na kuwa tayari kubadilika ili tutimize mapenzi ya Mungu kwa maneno na matendo yetu. Mungu mwenyewe atusaidie kuwa watakatifu kwa mfano wa Mtakatifu Theresia wa Yesu. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frater Odri Kiogino wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo Kola Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo.